Akizungumza na watumishi na watendaji wa idara mbalimbali mbali za serikali, waziri mkuu Mheshimiwa Majaliwa amesema serikali ya awamu ya tano imewachagua watumishi kulingana na ujuzi na taaluma zao na inataka kuona taaluma hizo zinatumika kubadilisha maisha ya wananchi na kuondoa kero zao na wala sio vinginevyo. taka hawa wananchi hawa wahudumiwe wa, wa vizuri bila kujali tofauti zao iwe ni itikadi za kisiasa, iwe ni makabila yao, rangi yao, na wala utaki kufanya upendeleo wa aina yoyote ile. Yeyote anayekuja mahali pako pa kazi, mpokee, msikilize, mhudumie. Na haya maneno matatu ndio kauli mbiu ambayo sisi tumekubaliana ndani ya serikali itumike kwa kila mtumishi wa serikali. Aidha, amewakumbusha watumishi wanaoendelea kufanya kazi kwa mazoea kutambua kuwa suala la kufuata maelekezo na matakwa ya rais aliyoko madarakani haswa la kuwatumikia wananchi sio la hiari, na watambue kuwa kujaribu kwenda kinyume na hilo ni kujitafutia matatizo. Awamu ya tano nayo ina na filosofi yake, na rais wa nchi ametoa mwelekeo wa namna anavyotaka serikali yake ihudumie wa Tanzania. Ni vyema watumishi ambao mmeendelea kuwa watumishi kutoka enzi hizo na mmekaa kwenye awamu hizo mkabadilika mwende kadiri matakwa ya filosofi ya rais aliyoko madarakani anavyotaka serikali yake iwe, na wewe ni mtumishi wa serikali sigeni. Nawasihi watumishi, fanya kazi, mwajibike, mwe waadilifu. Huo ndio msisitizo ambao rais anapenda auone watumishi mkifanya hayo. Baadhi ya watumishi wamemweleza waziri mkuu kero na uonevu wanaofanywa na baadhi ya watendaji, huku mmoja wao akimkabidhi waziri mkuu taarifa aliyodai kuwa ina majina ya watendaji wanaokiuka maadili ya kazi zao na wanaojihusisha na ufisadi, hatua ambayo waziri mkuu ameipongeza huku akiviagiza vyombo vya dola kufuatilia na kuchukua hatua na kuhakikisha kuwa mtoa taarifa huyo anakuwa salama. Mtu yoyote akikusumbua hata ukiandikiwa basi wewe nitafute kwa namna yote ile. Awali mkuu wa mkoa wa Arusha Mrisho Gambo amemweleza waziri mkuu mafanikio na changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi wa mkoa wa Arusha, likiwemo tatizo la maji ambalo ni kubwa zaidi maeneo ya mjini na migogoro ya ardhi, elimu na afya ambalo ni kubwa zaidi maeneo ya vijijini, haswa katika wilaya za wafugaji, matatizo ambayo Mheshimiwa waziri mkuu amesema yanaendelea kufanyiwa kazi lakini wananchi wengi wa pia wamekuwa wagumu kujiunga na huduma hii kwa sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza ambayo wamekuwa namkia muda mrefu ni ukosefu wa dawa kwenye vituo vyetu, lakini sababu nyingine ya pili pia hata ni ukosefu wa zahanati yenyewe, kama kijiji akina zahanati, mtu akichangia bima ya afya, kwa hiyo atakuwa hapati ule huduma, kwa hiyo itakuwa ni ngumu kuona umuhimu hata ule mchango wake ambao ametoa. Ndio watu akasema tuweke nguvu kubwa ya kuhakikisha tunajenga zahanati kwenye, kwenye vijiji vyote pamoja na mitaa yote, lakini pia tuongeze usimamizi mkubwa wa dawa kwenye, kwenye maeneo yetu. Waziri mkuu ambaye pia amesikiliza kero za walimu na wafanyabiashara anaendelea na ziara yake jijini Arusha na siku ya pili anatarajiwa kufanya mkutano wa hadhara katika uwanja wa Sheikh Amri Abedi. Ni siku ya kwanza ya ziara ya waziri mkuu hapa mkoani Arusha ambapo ametumia muda mwingi kusikiliza kero za watendaji na pia kuzipatia ufumbuzi. Kutoka hapa jijini Arusha, mimi ni Asraji Mvungi kwa ITV.